Maafisa wa usafirishaji mkoa wa Dodoma wametakiwa kuzingatia sheria za barabarani kwa manufaa yao pamoja na vyombo ili kuepusha athari zitokanazo barabarani. Haya yamesemwa na Kamanda wa Polisi mkoa wa Dodoma George Katabazi katika kikao cha uelimishaji na maafisa wa usafirishaji mkoa wa Dodoma huku akiwataka waepuke vitendo vya uhalifu na kujichukulia sheria mkononi. Kwa hiyo wito wangu ni kwamba wazingatie sheria, kwa sababu hii ni kwa manufaa, kwanza manufaa yao wenyewe kwa maana kwa vyombo vyao kuto kuharibika, lakini bila kusahau wanaweza kusababisha ajali ambayo inaweza ikawagharimu wao wenyewe na watumiaji wengine wa barabara. Lakini ikiwepo pamoja, sio tu ajali, lakini wanaweza kuchukulia hatua za kisheria, ikiwemo kufikishwa mahakamani na kutozwa faini. Sasa kwa hali ya namna hiyo, hali hiyo hairipi, hii hali hairipi. Kwa hiyo inatakiwa wabadilike kifikra, waache hiyo tabia, na sisi kama Jeshi la Polisi tunaelimisha, tunawatia moyo, lakini hatutasita kuchukua hatua stahiki kwa wowote ambao watakiuka sheria, kwa, kwa, kwa sababu lazima tuelimishe wafahamu. Kwa hiyo wakikiuka sheria lazima tuwashurutishe kwa sababu wameshindwa kutii sheria bila shuruti. Kuna baadhi ya ya tabia ya madereva kuendesha vyombo vya moto kwa kutumia chasis namba ta chasis namba zinabandikwa. Sasa hiyo ni kosa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo wao watake kujisajili kupata namba e, za usajili wa magari yao, wanakaa na hizi chasis namba kwa muda wote bila kubadilisha hizi namba. Sasa hii ni hatari, kwa sababu a, kwanza kisheria hairuhusiwi, e, kuendesha muda wote, nyakati zote bila kubadilisha na mbali na hayo nakuta wengine wanatumia namba ambazo sio za nchi, za nchi nyingine. Nakuta nchi ya nchi moja wameweka namba hii plate namba ya nchi ya, nchi moja wapo ya za Afrika au nchi za nje ya Afrika wanaweka Tanzania na wanazitumia humu ndani. Sasa na hii namba, hizi namba wanazoweka plate namba, sisi Jeshi la Polisi tunaendelea na operation tutawakamata na watawajibisha kwa mjibu wa kwa sheria. Ni namba plate namba nyingi tumezikamata, hizi tu ni baadhi eh? baadhi tu ya, ya plate namba ambazo kisheria hazirusiwi. Plate namba nyingi sana sasa eh? hizi hizi, wengi tunatoa onyo kali kwa watu wote ambao bado wanaendelea kutumia plate namba na namba ambazo sio za nchi ya hapa na ambazo hazizingatia sheria, kwa sababu kama unatumia namba kutoka nchi nyingine kuna taratibu zake. Yeah, lakini mtu anachukua jambo yote anaweka ili mradi plate number. Plate number ina taratibu zake, kwa hiyo watu wazingatie sheria za uwekaji wa plate number. Nipongeze ofisi ya kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma kwa kuweza kuratibu kikao hiki ambacho kimewakutanisha wenzetu hawa, na lengo kubwa la kikao hiki ilikuwa ni kutoa elimu, kutoa elimu na kukumbushana mambo kadhaa ya uzingatiaji wa masharti ya masharti ya usalama barabarani. Lakini sisi kama ratwa, tunatambua pikipiki piki na bajaji ni vyombo ambavyo vimekubaliwa kisheria kutoa huduma ya usafirishaji wa abiria, ambapo sisi ratwa tunatoa leseni za usafirishaji wa abiria kwa hizi pikipiki piki na hizi bajaji ambazo msingi um, wake ni kwamba hizi pikipiki piki na bajaji tunazipa leseni za usafirishaji wa abiria kwa njia ya kukodiwa kwani hizi pikipiki na bajaji ziko kwenye kundi la vyombo vya kukodisha. Aa, na hiyo ndio leseni ambao sisi watu tunawapatia hawa watu, na katika kikao cha leo tunawasisitiza kuzingatia masharti yao ya leseni, kwani tunapowapatia leseni tunawapatia kwa kutambua vikundi, vikundi, viju, vituo vyao ambavyo vimesajiliwa kisheria na kuwasisitiza kwamba wanapokuwa wakitoa huduma wahakikishe wanatoa huduma katika hivi vituo ambavyo wamepatiwa leseni zao tummakishia RPC kwamba sisi kama viongozi wa bodaboda mkoa wa Dodoma tutashirikiana naye katika mbali mbalimbali ikiwemo kutokomeza uhalifu usababishwa na bodaboda enye tasnia yetu ya usafirishaji na kuwa salama na ia usafirisha abiria wetu kwa kufuata sheria sana barabarani na kutii sheria bila shuruti. Hata bodaboda wale ambao hawatii sheria barabarani, tunatoa tu tuna wito kwamba Jeshi la Polisi asa, asa, asa la PC. Tunaomba sana wene ufata sheria sana barabarani, akima sisi uongozi wa bodaboda mkoa tutaendelea kupita kijiwe baada ya kijiwe kuhakikisha wanafuata sheria sana barabarani. Tutatoa elimu kuhusu guvementi na hasa kutumia satimila wakiwa barabarani. Namshukuru sana LRPC kwa kuendelea kutupa mawaidha kupitia SACCOS yetu ya Umapido, na wakati mwingine tulikuwa tunapata ukakasi namna ya kuwafikia viongozi wengine wanaoweza kutusaidia kwenye hii sakosi, lakini yeye ametupa maelekezo, ameahidi kutendelea kutupa nguvu namna kuwapata viongozi wengine wakiwemo wabunge, wana sheria mbalimbali, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na wengine ambao yeye anawatambua. Kwa hiyo nashukuru sana kwa ushirikiano wake kwanza kabisa, na mwahidi RPC, kama kiongozi kwamba hili tutashirikiana kwa pamoja, kwa sababu hawa watu wanaovunja sheria barabarani wakati mwingine hawajisajili kwenye vituo ambavyo sisi tunakuwepo kama viongozi, kwa sababu ya kufuata misingi yao binafsi. Kwa maana kuna watu wanaendesha pikipiki hawana vituo, wanaitwa popo hao, hawana vituo vya aina yoyote, wao kazi yao ni kuzurura tu mahali popote. Kwa hiyo unakuta amempakia abiria, mwisho wa siku abiria anapoteza vitu vyake, anapoteza mizigo bila kutambua kwamba huyu mtu atampata katika mazingira gani, kwa sababu kwenye vituo vyetu sisi asilimia kubwa wote tunatambuana, kwa maana wanaoendesha bajaji pamoja na wanaoendesha pikipiki piki, wote tunajuana. Kwa hiyo kupitia hili la mheshimiwa RPC, sisi kama viongozi tutalifanyia kazi, kwa sababu ametupa ushirikiano kuanzia maaskari walezi na watu wengine. Kwa hiyo hili tutalikomesha na ninatamani Dodoma iwe mfano na mikoa mingine ije ijifunze kwetu. Aidha Katabazi anasema Jeshi la Polisi mkoa wa Dodoma linaandaa tuzo maalum kwa ajili ya afisa ya usafirishaji bora pamoja na vijiwe bora ndani ya mkoa huo ili kutoa morali nzuri katika kuzingatia sheria za barabarani.